Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo mwenzangu amekwisha zungumza, taarifa hii kwa umma tunaitoa baada ya ndugu wanafamilia kuwa wametuma maombi kwenye chama chetu, chama cha wanasheria Tanganyika, wakiomba pia msaada wa kisheria kwa ndugu zao, kama ambavyo Maduhu ameeleza kwamba wengi hawana uwezo wa kulipa gharama za mawakili. Kwa walituma maombi kwenye chama chetu e, cha wanasheria Tanganyika na sisi kama chama cha wanasheria Tanganyika tuna jukumu la kwa umma. Kwa tuna jukumu hilo kwa tunalifanya ili jukumu e, kulingana na sheria yetu e, kifungu namba 4 cha TLS e, kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari. Sisi tulipata fursa ya kuonana na watuhumiwa e, hasa wale ambao wako Dar es Salaam na tumeonana nao mahakamani, naomba hili likae sawa. Tumeonana nao mahakamani kwa wale ambao wako Dar es Salaam na kwa wale ambao tumeona mahakamani, nanyie waandishi habari mlikuepo mlikuwepo e, wengine walikuwa na majeraha ambayo yanaonekana kabisa e, mliwaona walikuwa na majeraha lakini pia wale ambao tulizungumza nao pia e, baadhi pia walituambia kwamba e, walipigwa, walikuwa na hayo wameteswa, na hayo majeraha pia ambayo yanaonekana, na jambo hili ni kinyume cha sheria, lakini pia kwa sababu kama ambavyo nimesema, walitueleza na tulikuwepo mahakamani, tulieleza pia mahakama kuhusiana na hilo swala na tuliomba kwamba mahakama itoe amri e, kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwe matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri na ilisema siku nyingine ambapo watuhumiwa watatoto mahakamani, e, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu e, lakini pia katika hali isiyo ya kawaida ndugu waandishi wa habari. Eh, baadhi ya watuhumiwa walionekana wakiwa eh, wengine wamevaa singlet. Kuna mtuhumiwa mwingine amevaa box na singlet. Simliona? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba eh, either pengine walikamatwa wakiwa nyumbani kwa wakiwa majumbani au hawalinyimwa fursa au hawakupewa fursa ya kujistiri. Eh, hiki jambo hili ni, ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu hata kama wewe sio mwanasheria. Eh, kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa ya kujistiri jambo ambalo e, eh, ni kinyume na misingi ya utu e, eh, wa mwanadamu. E, eh, ndugu waandishi wa habari, licha ya watuhumiwa kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi. Eh, wanaendelea kushikwa kwenye vituo vya polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtuhumiwa akikamatwa anapaswa kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24, au apewe uh, dhamana e, ya polisi. Sasa akipita masaa 24 tayari huyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. E, kwa mfano Dar es Salaam watuhumiwa zaidi ya 400 walikamatwa. Na hii data tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi Oyster Bay kwa nia kuonana na wateja wetu, lakini hatukupewa fursa ya kuwaona. Tuliambiwa tu wako 400 e, na zaidi. E, tuka askari alikuwa front desk akawasiliana na OCS kwa sababu tuliambiwa hayupo, akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuwaona tulipoenda pale kituo cha polisi Oyster Bay. E, kwa hiyo tuliambiwa watu 400 plus wamekamatwa na takwimu za sasa ambao sisi tunazo ni watu 240 wamefikishwa mahakamani. Lakini pia tunafahamu kwamba e, kuna wengine wameshaachiwa e, kwenye vituo mbalimbali vya polisi. E, ikiwemo pia e, Oyster Bay. Japo kuwa sasa hatujui idadi kamili yani watu wangapi ambao tayari e, wameachiwa. Vilevile e, pia ndugu wengi ambao o, watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi wamekuwa wakinyima fursa ya kuwaona ya kuonana na hao ndugu zao. Wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada. E, hivyo tunatoa wito pia kwa Jeshi la Polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona uh, katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Kama mtu ameshikiliwa kwenye kituo cha polisi, ndugu ana haki ya kwenda kumuona ndugu yake ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha polisi, na ni jambo la kisheria, wala sio jambo la la, la kificho. Ni jambo ambalo sheria inataka hivyo, kwamba kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake, ana haki ya kwenda kumuona na kukaa naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa kuna mahitaji pia ambayo e, mtu anakuwa anahitaji. Lakini pia e, kama ambavyo tumekwisha sema watu e, wengine wanashikiliwa katika vya polisi kabla ya uchaguzi mkuu e, na ndugu zao hawakupewa taarifa ya wapi walipo e, hii ilipelekea sintofahamu e, kubwa e, pengine, unajua ndugu yako anapokuwa amekamatwa, alafu unakuwa hujui kwa wapi, ukienda polisi pati labda nafasi ya kumuona na hali iliyotokea, eh, nadhani wengine wengine wanakuwa wanafikiria kwingine labda ndugu yao amefariki labda au nini, yani mtu, watu wako kwenye sintofahamu. Kwao ni muhimu sana kuepusha pengine hizi sintofahamu kwa watu ambao wanashikiliwa katika vituo vya polisi, polisi wawape wa eh, nafasi au fursa ya ndugu kuwaona eh, ndugu zao ambao wako kwenye vituo vya polisi. E, kama ambavyo nimeeleza pia mawakili tulipata hiyo changamoto na jambo hilo la kunyima fursa ya kuwaona ni kinyume cha sheria. Sasa baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nini sasa? E, wito wetu, witowetu, ndugu waandishi wa habari, tunatoa wito wa ufuatao kwa Jeshi la Polisi. Kwanza linapaswa e, liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa e, katika vituo vya polisi e, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezo ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwa liwaachie huru e, hawa watu ili wakaungana na, na wapendwa wao wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleza majukumu ya kujenga taifa. Mtu anapokaa ndani e, anakuwa hafanyi kazi, maana yake anashindwa kulitumikia taifa lake. Kwao ni muhimu wakapewa dhamana au wakaachiwa huru ili waweze kuendelea na majukumu. E, mengine ya kujenga taifa. Lakini pia e, tunatoa wito kwa jeshi la polisi e, kuwaruhusu ndugu, jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wanashikiliwa kwenye vituo mbalimbali e, mbali vya polisi. Kama ambavyo mnajua watu wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali maeneo e, mengi e, nchini. Kwa hiyo wapewe hiyo fursa ya kuonana nao e, ili angalau waweze kuwapatia pengine hata na mahitaji na vitu vingine ambavyo e, kimsingi vinahitajika kwa mtu ambaye ame, amekamatwa. Lakini pia tunatoa wito kwa Jeshi la Polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wapo kwenye vituo vya polisi e, ili waweze kuwapa e, msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria sio mahakamani tu. Kwenye vituo vya polisi pia watu wanahitaji msaada wa kisheria. Iwe gerezani watu wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa hiyo e, watuhumiwa kama ambao tumeeleza wengi hawana uelewa wa kisheria, kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao wakazungumza nao wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria, e, msaada huo wa kisheria. Lakini pia e, tunatoa wito kwa jeshi kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipo kuwa na wakili au ndugu. Kwa hiyo wamepelekwa na baada ya hapo wakawa wamepelekwa eh, kwenye eh, magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Kwa hiyo eh, na haijaelezwa wazi kwamba wamepelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza eh, kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani eh, jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa utaarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona eh, ndugu zao kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo isanga Dodoma au yupo wapi, ili kusudi eh, ndugu au eh, wazazi marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia eh, ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji eh, ya kibinadamu. Kumbuka hawa ni watuhumiwa na kwa mujibu wa katiba eh, mtu yoyote anapaswa kutendewa kwamba kuonekana kwamba hana hatia Sawa, hiyo ni kwa mujibu wa katiba e, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hawa watu wana haki zote isipokuwa e, haki ya kwenda sehemu yoyote anapotaka. Kwa haki zingine zote za binadamu wana wanazo, kwa hiyo wanahitaji kupata mahitaji yao mbalimbali e, mbali, e, ya kibinadamu mavazi e, na mengineyo mahitaji ambayo ni ya muhimu e, lakini pia Jeshi la Magereza Eh, E, kwa wakazi wa Dar es Salaam wengi watuhumiwa walipelekwa Segerea. Kwa hiyo ni muhimu tu ndugu e, zao wakafika Segerea kwa wale ambao tayari wameshafikishwa e, mahakamani. Lakini pia, e, tunawasihi sasa tunatoa wito pia kwa ndugu e, wazazi au wanafamilia familia watu ambao wameshafikishwa e, magerezani waende na vitambulisho pia kwa sababu utaratibu ukifika gerezani kwa mtu wa kawaida unaitakiwa utoe kitambulisho hata sisi mawakili pia huwa wana unaonyesha kitambulisho chako e, kwao. Ni muhimu pia ndugu, marafiki wanaenda kuwatembelea hawa watu, waende na vitambulisho e, ili wasikukwepa pia kupata usumbufu. Usipokuwa una kitambulisho e, unaweza usipewe fursa ya kumuona ndugu yako. Sasa watu wanaweza, kama msafiri ametoka e, labda mkoani e, au mbali alafu afike tena arudishwe kwa sababu tu ya kitambulisho hana. Kwa hiyo tunatoa tunawasihi pia waende e, na vitambulisho kuwatembelea ndugu zao zao e, lakini pia Eh, tunatoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini eh, kutumia mamlaka yake eh, ya kisheria kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta mashtaka haya, kwa sababu kwa tathmini yetu, eh, tunaona kwamba mashtaka haya ambayo yamefunguliwa kimsingi, tunaona hana miguu ya kusimama kisheria koo, ni vyema eh, mkurugenzi wa mashtaka akatumia mamlaka yake ya kisheria E, kuyafuta haya mashtaka, na kama ambavyo tumeeleza pia, mwisho ni kwamba sisi tutatoa uwakilishi wa kisheria na wote. Nadhani mnafahamu kwamba jana chama cha wanasheria Tanganyika kimetoa tayari orodha ya awali ya mawakili ambao tayari wanatoa msaada wa kisheria e, imeorodheshwa kwa mikoa mbalimbali Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, e, Mara kwa hiyo tayari orodha ya awali imeshatoka ya mawakili. Kwa hiyo na napenda pia kutoa hiyo taarifa kwamba tutatoa huo uwakilishi wa kisheria kwa watuhumiwa wote nchini na bila ubaguzi wa aina yoyote.